Msemo wa kukopa harusi lakini kulipa ni matanga, msemo ungebadilishwa kidogo, yani ungegeuzwa, ungegeuzwa haswa, kwa sababu pengine ndo umechangia kuwa kulipa deni. Yaani lazima mtu mtasumbuana kulipa deni, mwasumbuana. Hata mi mwenyewe, rafiki, mimi kulipa deni huwa ai I I feel bad. Yeah. Yani deep down I feel bad. Ya kwamba nalipa pesa, yani nachukua pesa yangu kwa sababu nalipa deni. Hai. I do feel bad. Eh? Sasa pengine ime, imechangiwa na huu msemo. Hai, kulipa deni inauma mpaka unasahau kabisa ile time ukikopa. Na mtu kama anakopa huwa ananyenyekea Nisaidie jamani, unajua mwenzako imeshindikana, zako nyeka nikopesha, halafu siku fulani, sasa nitakupatia. Sasa ikifika hiyo siku, mpaka wewe ndio sumbwane naye, sasa unamkumbusha wewe, sasa ndio mkumbusha. Oh, mtu fulani, unakumbuka juzi, unakumbuka jana, ulikuwa umesema utanilipa leo, paka unamkumbusha. Na kweli watu wao wanasahau madeni. Ai sidhani kuna mtu ambaye anasahau deni lake kweli. I don't think so. uh -uh. Yeah. Mm -mm, hata kama ni shilingi tano ya kiberiti kwa duka fulani utakumbuka tu hapo, na dai dai wa dala kule, na dai wa 20 kule ni 50, yani hata kama amejazana jazana na kama dogo madogo kiasi gani. Sidhani kama mtu usahau deni eh? tunajua ni ile kulenga tu